Nyie kwenu miundombinu na mali vina thamani kuliko watu, sababu miundombinu yenyewe mnaitaja, mna yenyewe mnaitaja, naitaja e, pale umeharibu sheri eh, vyenyewe e, vinatajwa, ila watu waliouawa kule, waliouawa kule, waliouawa kule, walioakae hizo miundo miundombinu sio. Ai aise, eh, kauli hizi zinazoonekana zinatamkwa na hazitambui idadi ya watu waliokufa na z... hazina uhakika, zinasema vingine hivyo ni AI, vingine hivyo unaweza ukuwa unaona picha mitandaoni na hazijafanyika kwenye nchi yetu. Hazitambui waliokufa, waliouawa, zinatambua miundombinu, zinatambua mali zilizoibiwa zinatambua mali zilizoharibiwa, zinaonyesha kwamba sisi kwetu mm, mali na miundombinu vina thamani kuliko uhai, na ni lugha ambazo zinatamkwa. Ukiangalia nasema sasa hivi hatuishi na binadamu, sasa hivi tunaishi na furu shetani. Yani haya majamaa sasa ni mashetani furu E, tufanye. <clears throat> Hawa watu walioandamana waliharibu miundombinu, waliharibu miundombinu, lakini swali ni je, njia ya kuwadhibiti ilikuwa kuwaua? Amesema yule Bongo Zozo kwamba ni kweli maji ya washawasha washa mabomu ya kutoa machozi, vyombo vyetu vilivyo mahiri vilivyo imara, njia pekee ni risasi ya moto kwenye tumbo, kwenye vichwa, kwenye kwenye migongo. Au kwa sababu ni AI anyway, naongea sasa nao nao AI wenyewe ambao walikuwa wanafanya wa, hicho ambacho kimepelekea hiyo AI mesema wale sio askari wetu, sio Tanzania wale, sio yale matukio yote yale, zile risasi ya hii misiba yote yote, yote ni niai. Hoja ni kwamba hii kweli njia ya kudhibiti vyombo vyetu vitabaki na jina, ni mahiri ni imara, njia ya kudhibiti ni risasi kwa wanaoharibu miundombinu, tufanye wale, ni wahalifu, ni wezi, walikuwa naiba gesi za watu, ni wahalifu hivi. Njia ya kumdhibiti mhalifu, vyombo imara mahiri, njia ya kumdhibiti mhalifu asiye na silaha asiye na risasi asiye na bunduki, kweli ni risasi ya tumbo risasi ya kifua, ni risasi 12, ni, ni kuingia kwenye nyumba ya watu wanao wanaangalia TV. Tunazungumzia ai hiyo hiyo ai hizo AI, hizo picha ambazo sio za Tanzania. Jamani, mimi nadhani ninacho nachokiona, uh, lugha inyoke tu, sisi tunatambua miundombinu iliyoharibiwa, mali zilizoibiwa, kwa sababu sisi kwetu mali, miundombinu ni vitu vya maana kuliko watu, kuliko watu. Na ndio maana kwamba kukiri kwamba watu hao inawezekana walikuwa na haribu miundombinu fulani, e, ili waonyeshe hisia fulani, hatuwezi kulizungumzia hilo kwa sababu naamini kabisa hata wewe unaweza ukaa na ukafikiri kudhibiti viwezeshi vinavyoweka jeuri ya hawa watu kuendelea kukufanyia vibaya. Enyewe anyway, mimi wakati wote nimekuwa nime nikisema naamini kabisa kuharibu miundombinu, kuharibu mali za watu, kupora mali za watu, naamini kabisa si, si vizuri. Lakini kutotambua kutotambua msiba, kutotambua vifo, kutozungumzia kabisa, hujui kabisa na hisi, natoa tafsiri kwamba wewe kwako Nyie kwenu miundombinu na mali vina thamani kuliko watu so, miundombinu yenyewe mnaitaja mna enyewe naitaja mna eh, pale wameharibu sheri vyenyewe, e, e, vinatajwa ila watu waliowawa kule waliowawa kule waliowawa kule waliowawa wale kule hizo kule, ni ai miundombinu sio ai isai mi bado, nitazungumza mwanadamu ni wa thamani kuliko miundombinu na kwamba hata tunge tungeharibu kila kitu wanadamu wakawa salama, ni salama, ni amani. Hiyo ndio amani yenyewe, hiyo ndio haki. Yaani hata kama tungeharibu kila kitu, lakini tuhakikishe mwana mtu yuko salama, hayo ni maendeleo, hayo ni maendeleo makubwa. Vitu vyote vipo kwa ajili ya watu kuvitumia watu wasipokuwepo vitu vikawepo, ni wenda wazimu, ni akili tu fulani ambayo sijui. Lakini nikiwa katika hali yoyote, naomba tu nieleweke, sipo kwa ajili ya sipo kwa ajili ya kile ambacho unapambana hapana. Mi yani, ni mhubiri mi ni mhubiri, yaani mhubiri ni kuhakikisha na kurudisha na kukumbusha huko siko huko siko, kuna maisha yapo tu hapa mbele. After all hawezi ukawa na raha kwa kwa kwa, kwa kwa kwa kwa kwa kujificha na kivuli chako, kwa kujificha kukikimbia kivuli chako kukimbia ukweli fulani, uwezi ukapata ile raha unayodhani unaweza uimo humo ndani, anyway tunakumbusha tu na kusema haijanishangaza hilo, lipo siku nyingi, kwa sababu hatujui walikokwenda wa, wa hatujui vinavyowaua wengi, wanaokufa vyenye utata hata kwenye mahospitali, ni magonjwa ya kawaida tu magonjwa ya kawaida tu eh, ni vifo. Mungu anapanga ila apangi kwa nyie tu mnao ratibu na kufanikisha mauaji, hivyo vifo ndo apangi. Sisi wengine tukubali, Bwana alitoa Bwana ametoa, ni Mungu anayetwaa ila hawatwai tu nyie, wauaji waratibu, kwa sababu Biblia inasema waovu humvizia mwenye wake wapate kumuua. Ndivyo zilivyo katika Mithali moja kumi na tisa anasema, ndivyo zilivyo njia za mtu atakaye kuwa na mali kuondoa uhai wa walio nayo. Kwa kwamba ni mipango tu, ni majitu mnapanga, inaratibiwa mifumo fulani kwenye mahospitali yetu, inatumika njia fulani, watu wanamalizwa, watu wanatekwa, watu wanauawa hizo hizo tuendelee kuzikubali, lakini mnaoratibu na kufanikisha nyie, huyu Mungu hawaoni? Kuwatoa huyo hawaoni? Hawaoni? Mungu anawachagua tu wasio na hatia, waliojifungia wa, wa, wa, wa mahali kwenye majumba, wanaangalia TV waliojificha, wa, wa wasiohusika, hata wengine wa hatuna hicho kinachoitwa maandamano. Mungu ndo anawachagua hao wakafe kwa risasi tuendelee kumshukuru Mungu tu, tu, tuendelee kuyapokea na zaidi sana, ni inawezekana sio wa nchi hii ni matukio ya nchi nyingine. Mimi nitabaki najua sio rahisi, lakini nitabaki kukukumbusha, mwanadamu ni wa thamani kuliko mali. alafu hautatatua tatizo kwa kufanya alichofanya mke wa Adamu, akafanya Adamu, akafanya Kaini. Nyosha maelezo, alichofanya Sauli. Umeua, umekula tunda, nyosha maelezo. Adamu, nimekula tunda, nimeua sio? Eva alinidanganya, sio mimi sio mlinzi wa ndugu yangu. Ah, kwani nilipokuambia usile si nilimaanisha hata ukishawishiwa na nyoka na Eva? Nilipokuambia dhambi iko mlangoni inakuotea, kwani nilikuambia wee ni mlinzi wa, wa Abiri? Nilipokuambia kaangamize vyote kula Maleki, Kwani sikumwona gagi na ng'ombe walionona? Kwani unaweza kusema watu wamewaacha? Mimi sio mlinzi wa ndugu yangu, ni nyoka amendanganya, ni, ni, ni hawa amendanganya. Nyosha maelezo, rafiki, nyosha maelezo sabu. So, pengine kule nyuma ulizungumza kwamba ukiandamana juu nataka kufa. Nyosha maelezo, nimeua, si ndio? Ndio babe, ndio msuri. Mbona anza kuiogopa kazi yako tena? Mbona anza kuikimbia kazi yako? Nakimbia ni kivuli. Anyway Mungu ajua. Asante sana asante, asante Bwana. Asante Bwana, asante Bwana.